Mi kama mbunge wa jimbo la Kigoma Mjini, nawaomba sana wananchi wa Kigoma Mjini, siku ya mwaka mpya tarehe moja mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita, tunajua uh, familia nyingi zina tamaduni ya kupika pilau kwenye nyumba zao kwa ajili ya kusherekea na vitu vingine tofauti tofauti, naomba msipike mimi mbunge wenu namleta Shishi Food Kigoma kwa ajili ya kupika chakula kitakachowaenea wananchi pale Mwanga Community Center. Njooni tule pilau kwa pamoja, tusherekee kwa pamoja, lakini pia tutaanza na dua ya kuombea mji wetu, ya kuombea viongozi wetu, na viongozi wa dini ya Kiislamu, mashehe pamoja na wachungaji uh, pamoja na kama tutapata mapadri maaskofu, uh, wote kwa pamoja tukutane Mwanga Community Center asubuhi, tutaanza na dua. And then, baada ya dua kitakachofuata, uh, ni chakula na kusherekea kwa pamoja, tukicheza na kuimba kwa pamoja. Wasanii uh, wa Bongo Flava lukuki wametamani kuja kwa ajili ya kushiriki kwenye uh, siku ya tarehe moja mwezi wa kwanza pale Mwanga Community Center Kigoma mjini. Kwa hiyo burudani ya kutosha itakuwepo Kigoma, karibuni tuenjoy kwa pamoja siku ya tarehe moja mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita. Kama unaishi jimbo la Kigoma mjini, usipike shishi food, Shilole atakupikia Mwanga Community Center. <laughs> Thank you, na kutumia fursa hii nawaomba makampuni mengine yote ambayo yanataka kutusapoti madaftari katika jimbo la Kigoma mjini, mlango huko wazi kwa ajili ya makampuni kutusapoti. Naweka namba ya simu hapo chini, pigeni hii namba ya simu, semeni mnataka kusapoti vipi. Na sisi hatuhitaji pesa tu, ni wewe utaamua kama utatusapoti kwa pesa au utusapoti daftari. Sisi tutakutumia, uh, utatutumia detaili zako, tutatengeneza kava uh, Jisi tunavyoona inafaa kuwa, tutakupa wewe uta mwenyewe kwenye sehemu ambavyo unajua utatuletea daftari, sisi tuwapelekee wanafunzi. Lengo ni kupata daftari na sio pesa. Na waomba sana watanzania wenzangu ambao mko tayari mnisapoti kwa makampuni, tunaanzia daftari elfu kumi na kuendelea, lakini kwa watu binafsi tunaanzia daftari elfu tano na kuendelea. Hatujataka kuchukua daftari mia, mia hamsini, mia mbili kwa sababu ya kuogopa ule usumbufu na namna watu wanaoprinti wanahitaji mzigo kuanzia elfu tano na kuendelea. Kwa hiyo tunahitaji kuanzia elfu tano na kuendelea, na tutashukuru sana kama makampuni yatajitokeza kwa ajili ya kusapoti. Lakini onyo, hatuhitaji makampuni ya kamari. Makampuni ya kubeti hayataruhusiwa uh, kwenye huduma uh, uh, hii kwenye msaada huu tunajua, tunawapenda lakini mkitusapoti pesa, hatutaweka brandi yenu hapa juu kama kampuni ya kamari. Mkitusapoti tutanunua madaftari ya kawaida na tutawapelekea uh, wanafunzi na vina tukaweka hata plan akawa meupe tu peke yake. Naitwa Clayton Revocatus Chipando baba Babalevo.